Dr. uh, Tax ambaye alikuwa katibu mtendaji wa jumuiya ya SADC, na kama mtakumbuka, yeye ndio alioratibu mkutano wa wakuu wa SADC uliofanyika Tanzania wakati Tanzania ilikuwa mwenyekiti. E, tunaye e, e, balozi George Madafa ule tunaye Balozi Radhia Mtengeti uh, tunaye uh, lutama General, generali uh, Paul Mera uh, ambaye ni balozi, alifanya kazi sana, alikuwa mkuu wa majeshi ya Umoja wa Mataifa Darfur uh, kwa muda mrefu, kwa muda uh, na tunaye IGP mstaafu Uh, Saidi Mwema, lakini kuna wajumbe wengine ambayo ni balozi Ombeni eh, Sefue eh, ambaye eh, yuko kwenye eh, kazi nyingine, mkutano mwingine ah, hapo apokadi eh, tuko wajumbe tisa. Eh, madhumuni ya tume kwa lengo kuu la kuundwa tume kwa kusema kweli ni kuchunguza kwa kina yaliyotokea na sisi eh, tumepewa majukumu maalum. Tunatakiwa tuchunguze mambo mapu... takriban sita. La kwanza kuchunguza na kubaini chanzo halisi matukio wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo chanzo halisi, kwa Kiingereza tunasema root causes, chanzo cha msingi root causes, root causes. Inawezekana root causes. kuna root causes, na kuna immediate cause. Kwa hiyo kuchunguza hilo, kubainisha nini kiini. Pili ni kuchunguza lengo la lililokusudiwa na wale ambao tutaona walikuwa wamepanga na kutekeleza vitendo hivyo, yani lengo lao lilikuwa nini? Walioshiriki, walioshiriki lazima walikuwa na lengo, lengo lipi? hatujui He, he, lengo gani? Tatu, kuchunguza na kubainisha madhara yaliyojitokeza ikiwemo vifo, majeruhi, uharibifu wa mali na miundombinu na madhara ya kiuchumi na kijamii. La nne ni kuchunguza mazingira na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali na vyombo vyake na mtu yoyote mwingine au taasisi nyingine katika kubaini na kukabiliana na yaliyotokea, mazingira na hatua zilizochukuliwa sita ni kupendekeza maeneo yanayohitaji kuimarishwa zaidi ili kuongeza uwajibikaji wa viongozi na raia kwenye kulinda amani ya nchi yetu, utawala bora, haki za binadamu, utawala wa sheria na mfumo madhubuti wa majadiliano ya kisiasa, kijamii na kiuchumi hadi kufikia maridhiano ya kitaifa na kuhakikisha vurugu kama hizi hazijitokezi tena. Na la sita ni kuchunguza jambo lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu ya tume. Hizo ndio hadidi zetu za rejea, terms of reference, ambazo ndio zitatuongoza, lakini kama unavyosema kuna ile namba sita akiba, kama tunaona jambo linahusu lina husiana, basi tunaweza tume imepa ule uhuru wa kuweza kusema na hili pia tutashughulika nalo e, hatuna haja ya kibali kingine cha mtu yoyote, tutaamua sisi wenyewe. Jambo nyingine ambayo linataka lazima pia tuwape taarifa kuhusu mawanda ya, ya kazi yetu kwa hiyo tume pia iko huru kutafsiri hadidu za rejea. Jambo nyingine pia ila. Kwa tafsiri ya hadidu za rejea, mawanda ya kazi, katika kutekeleza majukumu yake, tume itazingatia kwanza na kawaida ni masharti ya sheria ya tume ya uchunguzi na utaratibu utakaojiwekewa mujibu wa kifungu cha kumi na moja cha sheria ya e, tume ya uchunguzi. Onasema kifungu hicho kinatupa mamlaka sisi wenyewe e, sisi wenyewe e, kuandaa taratibu zetu, kukubaliana taratibu ambazo wa tutazitumia. E, naweza kuelezea taratibu nyingine ambazo tumeuchunguzi. Uchunguzi wa tume utahusisha maeneo yaliyoathirika zaidi na ghasia kwa upande wa Tanzania Bara ili kubaini aina ya matukio, chanzo, athari na hatua zilizochukuliwa katika kuzuia na kudhibiti hali hii. Lakini pia tunafahamu kwamba matukio hayakuwa tu Dar es Salaam, yalikuwa kwenye mikoa mengi, kwenye wilaya. Kwa hiyo pia tume eh, ikakwenda pia elea mikoa hiyo mingine wilaya hii mingine, lakini tumeona pia kwamba kuna wilaya nyingi Tanzania. Nadhani kuna wilaya kumi na nne ambazo kulikuwa na matukio katika wilaya ishirini na sita lakini tujifunze kutoka wilaya ambayo haikutokea kitu eh, kuna wilaya hakuna kitu kilichotokea, tujifunze eh, kuna nini kule kwa nini hapa imetokea, hapa haikutokea, kutusaidia pia kutafuta kiini e, na kutafuta suluhisho la muda mrefu e, la kuweza kuishi e, kwa kwa amani e. Kama nilivyosema awali, sheria ya tume inaipa mamlaka tume kumwita au kumwalika mtu yoyote, na tutawaalika kwa ajili ya majano kwa lengo la kupata taarifa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa Watanzania, kwa wadau wote, tushirikiane tushirikiane, ili tume uweze kupata taarifa sahihi na nasisitiza, ya ukweli e, taarifa ya ukweli sahihi e, ambayo itatuwezesha na sisi kama tume kuweza kufanikisha uchunguzi na adili za rejea. Methodolojia methodolojia ni muhimu kwa kila tume, sababu ndio mbinu kuu ili kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kwa mawanda mapana, tume itatumia njia mbalimbali ili kupata taarifa sahihi na za kina. Njia hizo zitajumuisha kwa mfano Mwaj, mapitio ya uchambuzi wa nyaraka mbalimbali, mahojiano ya ana kwa ana na kwa njia ya mtandao, dodoso la mtandaoni barua pepe, barua za kawaida, ujumbe mfupi wa simu, kutembelea uwandani, mijadala ya makundi mbalimbali, ushauri wa kitaalamu na kadhalika. Lakini imani yetu kuwa kwa kutumia njia hizi na nyingine, tutaweza kupata taarifa zote muhimu na tutawafikia wadau walio wengi mambo mawili yatatuongoza ni kupata na kushirikiana na wadau walio wengi e, walio wengi e, ili tuweze kutimiza kazi zetu. Kwa hiyo tumeanza pia kwa kuainisha wadau muhimu ambao tutaanza kushirikiana nao na, na hii listi haijafungwa ni listi endelevu eh. Hata nyinyi kama waandishi wa habari, kama kuna mtu au taasisi mnajua ana taarifa maalum, basi tujulisheni. Lakini hawa ni wadau ambao tumesema ni muhimu kuanza nao, tuanze nao hao. Na katika baadhi hao, kwanza ni waathirika, kwa sababu moja katika So, moja kai katika e, tume hizi linafanya ni kuponya e, e, ni kuponya, kuanza kuponya. Kwa hiyo waathirika ni wadau wetu muhimu ili kujua nini kimetokea, watuhumiwa waliushiriki Ia. Tujue e, tujue na kwa sababu sisi hatuna kwa... mamlaka ya kijinai e, hatuna mamlaka ya kijinai hatumshtaki mtu sisi A -a. E, kwa hiyo wale walihusika pia tutawatafuta waweze kutueleza na nini e, vyama vya siasa, asasi za kiraia wasimamizi wa uchaguzi e, na tume huru ya uchaguzi, viongozi wa dini, viongozi wa, wa bodaboda, viongozi wa machinga, wafanyabiashara na wajasiriamali mali, washiriki wa maendeleo e, watu mashuhuri, mamlaka za serikali za mitaa e, za vijiji, za kata, hasa kwenye maeneo yaliyoathirika zaidi, vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia sekta binafsi, walinzi wa sekta binafsi e, waandishi wa habari, watafiti, wataalamu wa sekta na fani mbalimbali. Kama tunavyosema, ukiangalia yale adudu za rejea zile, e, nyingine zinahitaji utaalam, nyingine zinahitaji hivi e. Lakini kama tunavyosema, sisi msingi wa shughuli zetu nisema kutaka kuwashirikisha na kuwa na wabia wadau wengi ipatikana e. Muda wa kazi, hadidi za rejea zimetupa siku tisini kama ulivyosema, siku tisini zimeanza kukimbia tangu tarehe 20 Novemba. Kwa hiyo kama ni saa, kila muda, kila muda, kila nukta ni muhimu kwetu, ni muhimu kwetu. Kwa hiyo tunaomba, mmesema ushirikiano ili tuweze kumaliza e, e, kazi yetu, lakini nyingine moja e, kabla sijahitimisha e, niseme tu e, kwa kwa kwa kwa uchambuzi wetu wa haraka haraka kwenye yalitokea Watanzania wenzetu wanataka nini kutoka kwenye tume kama hii, kwa sababu kabla hatujaanza kazi na sisi pia tumejiangalia. Eh, wenzetu wanataka nini? Watanzania wenzetu kwanza, wanataka uchunguzi kamilifu, e, usifanyike nusunusu, uchunguzi kamilifu. La pili, wanataka tuwe wawazi kwenye kazi. Tatu, kama tuchukua ushahidi, tuchukue ushahidi ambao utatumika Sio utachukua ushahidi ambao hauwezi kutumika. Kwa hiyo eh, well, sisi ndio maana tunasema kwenye mambo mengine itabidi tuchukue ushahidi chini ya kiapo, lakini wengine, inategemea itakuwa kwa taarifa, kwa taarifa. Kwa uwazi, tunasema mikutano yetu mingine yatafanyika kwenye hadhara, lakini nyingine kwa sababu nyingine itabidi tuende kwenye faragha, tutakwenda kwenye faragha kwenye mazingira maalum kulinda kwa mfano haki za mtu eh, haki Tanzania. Sasa hivi kuna data protection act, kama mnafahamu, labda yule mtu tunaogopa anaweza kudhuriwa eh, akishirikiana na sisi na kadhalika. Kwa hiyo tumewekea parameters ile, lakini watanzia wanataka tuchunguze kwa kina, tuchunguze kwa utaalamu wa kutumia data na kadhalika. Kwa hiyo nadhani hayo matakwa sisi tumeyaona na ndio yatakayotuongoza, eh, katika kujibu eh, kujibu hadidu za rejea eh, eh, hatuto natafuta msemo kwa Kiingereza ni rahisi, inabidi ni tafsiri, lakini kwa Kiingereza wanasema kwamba tume, we will leave no stone unturned, hatutaangalia jiwe bila ya kuligeuza. Awenyewe mnaweza kufuata tafsiri yenyewe, we will leave no stone unturned. Kwa hiyo naomba nihitimishe tu sababu tuna muda hapa uh, wa maswali, kuwashukuru uh, kuwa uh, katika mjumbe mmoja ambaye tulikuwa naye, bahati mbaya ameugua kidogo uh, uh, yuko safarini, ni balozi David Kapia ambaye uh, uh, mara nyingi alikuwa msaidizi wa Rais Mkapa uh, kwenye mazungumzo ya amani Burundi DRC na kadhalika kama tumeona, mmoja katika hadidu za rejea yetu ni kwamba tunaunganisha nini tume na maridhiano na amani eh, mmoja katika hadidu za rejea. Kwa hiyo eh, uzoefu eh, wa Burundi DRC na mambo mengine itatusaidia eh, sababu yeye alishiriki kabisa kama msaidizi kwa muda mrefu wa Mheshimiwa Rais Mkapa na hayati atatusaidia e, kwenye hilo na wengine e, kama tunasema tume e, tunatumia utaalam e, wengine kuja kuja. Kwa hiyo nihitimishe tu kwa kusema kwa kusema kweli ni kwamba e, pamoja na uchungu mkubwa uliotupata, majibu ya mambo mengi karibu yote tunao sisi wenyewe, tunayo sisi wenyewe. Tusaidiane tuweze, tukijibu hadidu za rejea kwa umakini basi, itakuwa ndio msingi wa mijadala ya mbele. Tunakwenda wapi? Tunafanya nini? Tunamwajibisha nani? Kwa nini? muda gani? na kadhalika. Kwa hiyo niishie hapo, alafu niite nialike